Dadi, unajua hata mimi nimechoka sasa. Ala, umechokeshwa na nini? Oh, watu kushinda wakiniuliza ati ati Jonte, ukiongea ni nani huwa anaongea? Na si ni wewe unaongeaga. Nini hauta ni una kichwa? Sawa. I don't. Wajua kuna watu walisema ati nikiongea ndona yako inasongaga. O aku, acha nini waangalilie. Edu sasa ongea ndio niongee. Alafu nikiongea iko ni wewe unaongea. That ikwe ikwe ni nini? Ndio niangalie kana unasongesha mdomo. Ongea ndio niongee, ndio niangalie. Eh, bongea si ongea, ndio niongee. nd, nd, lakini ikwe ni wewe unaongea, ndio niangalie kana nikiongea unaongea. Sasa wewe unasema nini? Hata sijui Kenya nasema juu, nikisema ni wewe unasema. Alafu sasa ndio ni nasema, lakini <laughs> ni wewe ai na ni nini nasena, alafu unasena. <laughs> <laughs> Hey, ni sitaki stress, sitaki kujua kana ukiongea ni nini naongeaga ama nikiongea ni wewe unaongeaga, ni dora tu niongee. Hakuna watu walikuwa wanauliza kwa comment section ati kana nachaji wangu, hey, kama unachajiwa kama simu <laughs> <laughs>

fully segregated. Ukikuja home school hiyo nayo lazina ugraduate. Ama ni aje? Ndiyo hiyo Jonte. No distractions. Aloo. Zetu zetu hizo.